Kwenye okay, mpangie kazi nyingine. Na wewe afisa utumishi, leta afisa utumishi mwenye adabu na nidhamu kama huyo. Watumishi wawili wa halmashauri ya wilaya Sikonge mkoani Tabora wameondolewa kwenye nafasi zao kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu na uzembe unaozorotesha utendaji wa shughuli za umma, huku agizo la haraka likiwa ni pamoja na kuwapangia majukumu mengine. Kwa hiyo nisimkute, apewe majukumu mengine hata kama hayapo katika ofisi, huyo afisa utumishi tena nilisha kukemea mpaka kwenye kamati ya usalama pa. Mkuu wa Mkoa wa Tabora, bwana Paulo Chacha, ndiye ambaye ametoa agizo hilo kwa Katibu Tawala wa Mkoa, dr John Mboya, ambapo ametaka hatua hizo zichukuliwe mara moja dhidi ya Mkuu wa Idara ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu wa Wilaya ya Sikonge pamoja na Afisa Usafirishaji wa wilaya hiyo. Mtu mwingine afanye kazi, ahudumie watu hao. Inawezekana hao watu hawana comfort tu kwa sababu ya watu wawili tu. Na nyinyi kama kuna mtu hajisikii tu kufanya kazi hapa, anaona amekosea njia, naenda ofisini kwa rasi kamuone, usiishi hapa, edhifu umepewa adhabu ya kutumikia. Kuna mtu mwingine ikifika asubuhi, anawaza hivi, tena naenda ile ofisi leo, huwezi kufanya kazi. Tutakuwa tuna experience haya mahoja ya kutosha tu na kila mmoja ashughulikie hoja ya idara yake, msimsukumie mtu mmoja akaenda kujibu hoja ambazo hata yeye zimetokana nayo. Agizo hilo limetolewa katika kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, ambapo Bwana Chacha amemtaka afisa utumishi kutumia mtu mwingine katika nafasi hiyo ambaye atakuwa na nidhamu kazini. Kwa rasmi, saa zingine pia si, tunalea tuna, tuna kwa nini ndo mlalamikie mtu mmoja? Tafuta tafuta afisa utumishi mwenye adabu na nidhamu ahudumie hawa watu na. <totitikana> Mimi natembea mno na mfuatiliaji wa mambo kweli. Sikonge peke yake ndio haya nayoyaona, kizungumkuti kweli kabisa. Mnakusanya vizuri, lakini kuna watu hawana raha hapa, wapo tu kila siku wanaomba kuhama. Katika kikao hicho, mkaguzi mkuu wa nje ya mkoa wa Tabora, bwana Hamza Zonga, amewasilisha taarifa rasmi ya ukaguzi, akiainisha hoja kadhaa za CAG zinazopaswa kufanyiwa kazi haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo haya yanajumuisha mapendekezo ya hoja 29 zilizoibuliwa katika ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023 na 2024 na hoja 17 za miaka ya nyuma. Hali ya kutegeezaa mapendekezo ya ukaguzi inaonyesha kwamba kati ya mapendekezo 46 yaliyoibuliwa mapendekezo kumi na moja sawa na asilimia 24 yametekelezwa, mapendekezo 35 sawa na asilimia 76 yapo katika utekelezaji. Kwa mwaka 2022/2023 jumla ya mapendekezo yalikuwa nane, moja imetekelezwa na kufungwa, mapendekezo saba yapo kwenye utekelezaji. Kwa mwenyekiti, kwa ujumla hoja zote kwa miaka yote zinafika hoja 46 ambazo 11 zimetekelezwa na kufungwa sawa na asilimia 24 na hoja 35 zipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji ambayo ni sawa sana na asilimia 76. Tunaomba sana, tunaomba sana mkurugenzi, tufanye mabadiliko makubwa ya namna tunavyosimamia watumishi wetu katika hii halmashauri. Kuna dosari nyingi sana katika kila upande, kuna changamoto nyingi sana, ziko barua zinaandikwa, barua inatakiwa sasa mtumishi aandike kupitia kwa mkurugenzi kwa sababu anaogopa anasema, kupitia kwa rasi, anakuja kule ofisini, unampigia mkurugenzi, anacheka anashangaa kwa nini mtumishi yule amekwenda kule ofisi ya rasi. Kwa hiyo maanake, labda kuna watumishi ambao wanamwogopa mkurugenzi bila sababu. Kwa hiyo tuombe kuwepo na harmony, tujenge, tuweke mazingira mazuri kwenye halmashauri, kila mtumishi aone hapa ni mahali pazuri pa kufanya kazi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Tabora. Mimi nimeko Samuel George na hii ni Daily News Digital pale YouTube, lakini Instagram, tukifahamika kama Habari Leo. Usiache kutufuatilia usiache pia kusubscribe, kucomment na kulike.